za umevaa hiyo baji yetu ya uzinduzi wa vijana siku ya leo. Nashukuru pia, uko poa? lakini uko poa. Asante sana ah, moja kwa moja kwa mtazamaji anayekutazama hivi sasa, natamani kufahamu Laila anafanya kitu gani, anajishughulisha na kitu gani na vitu kama hivyo. Karibu Laila. ni machinga, naibu katibu machinga wilaya Temeke. Okay. nafanya soko la kizuiani kati ya Mbagala, najishughulisha na, na kushona nguo za kike na watoto wa kike pia apo, apo hapo hapo kuna naibu mkubwa. Kweli hapo ni wanawake na uongozi ndio. Yes, yes. kwamba si mfanyabiashara tu, lakini pia unasaidia kuwasimamia wafanyabiashara wenzangu machinga wengine, pongera sana kwa nafasi hii. Nashukuru sana. All right. Um, tufahamu nini ambacho kimekuvutia sana ama kimekuinspire leo kufika hapa katika uzinduzi wa vijana platform Nashukuru kwa swali zuri mm -hmm. Yaani nimevutia na vitu vingi sana, sambamba na yote ni kwamba vijana tunakutana kwa wingi okay. Lakini pia kutoka taasisi mbalimbali mbali, mm -hmm. wenye mawazo mbalimbali mbali, mm -hmm. na idea mbalimbali mbali. mm -hmm. Sababu kuna taasisi mfano, hapa nimekutana na kaka yangu mmoja amenitambulisha kwa jina la Suleiman wanatokea ulimwengu wa, wa wazalendo, mm -hmm. lakini kuna taasisi nyingi sana okay. Yote kwa yote ni kwamba tunakutana vijana ambao wenye mawazo tofauti tofauti, kwa hiyo tunabadilishana mawazo mm -hmm. ya kuyaendea maisha okay. mm -hmm. jambo la heli sana na ni nzuri sana, mimi nikupongeze mm -hmm. ni kwa shauku yako, hiyo ni nzuri sana. Lakini pia mbali na hapo, hilo katika uzinduzi huu wa vijana platform na, binafsi kwa nafasi yako Laila, unataraji kitu gani ama kuna kitu ambacho kina click mm, tu kichwani, kwamba leo kuna hiki na hiki, kama nitapata hiki na hiki, wewe matarajio yako ni yapi? Mimi niseme tu, mimi natarajia mambo mengi sana na mabadiliko mengi sana kwetu sisi, sisi vijana mm hasa -hmm. kwenye sekta yetu ya machinga mm -hmm. Sawa eh, machinga mara zote huwa tulikuwa, miaka ya nyuma tulikuwa mm -hmm. tunatumiwa vibaya na yeah. baadhi ya makundi mm -hmm, lakini vijana wa machinga mm -hmm. leo hii ndio smart wa matendo, yani sio wale vijana ambao wanakurupuka wakitumwa wakitumwa kwa kazi za yani za ku, labda kuharibu amani wako tayari, mfano labda maandamano na nini, lakini siku hizi mika hatuna hayo mambo, na naamini kupitia mijadala hii ya kukutana vijana, tutazidi kubadilika na tutazidi kufanya mambo makubwa sana kwenye jamii inayotuzunguka. Safi safi kabisa. Um, vijana platform, lakini pia wizara ya maendeleo ya vijana inatembea na makuu matatu klasi, yeah. Kufikika pamoja na teknolojia, yeah. Na tumemwona mheshimiwa waziri ametembelea maeneo mengi sana ya vijana kwenye bao kwenye vijiwe vya bodaboda, sokoni, sehemu tofauti tofauti. Kwa upande wako unafikiri machinga mnaweza mkafikika kwa kwa namna gani? Kwa upande wangu naamini, una, tunaemauna taraji mheshimiwa waziri anapofanya ziara zake katika maeneo mbalimbali, vijana ambao tunakutana wengi, unafikiri kwa namna gani anaweza kuwafikia machinga hasa kwa upande wako na kweneo ambao unalisimamia? Labda sijaelewa kidogo. Okay, kwa upande wa eneo ambao unasimamia ni... Ndiyo, naibu katibu, kuna upande wa kusimamia mamachinga si ndio? Hmm. unafikiri nafikiri, um, waziri anaweza akawafikia vipi, ama akawafikia kwa namna gani kwa uharaka zaidi? Kwa uharaka anaweza kutufikia kama ambavyo ametufikia, kwa mfano sisi leo tuko hapa. Hmm. lakini kupitia taasisi zetu taasisi yetu ambayo ni machinga mm -hmm. lakini kupitia taasisi ya machinga kuna uongozi kuanzia, mm -hmm. ngazi ya taifa, mkoa, wilaya hadi kata, kwa kupitia kata, kupitia wilaya zetu, yani viongozi wetu wa wilaya mm -hmm. machinga wanafikika sana muda wowote mm -hmm. tena kwa urahisi sana. Kwa hiyo nyie ni moja kati ya kundi ambao mnatamani pia waziri aweze kufikia, atufikie yeye sana muda wowote apate mm -hmm. mawazo yetu Apate kushea mawazo na sisi. Okay, sawa. Mimi nakupongeza sana na lakini pia kuna kijana ambaye anakutazama Laila, anasema kwamba mimi natamani ningekuwa Laila nikafika nika hii leo pale Genesis katika uzinduzi huu na. Kijana kama huyu unamhakikishia kitu gani ama baada ya tukio hili utapeleka nini kwake? Kwanza mimi kufika kwangu hapa ni balozi tayari. mm -hmm. Kwa jamii ambayo inayo ina, ina, okay. Labda nizungumzie machinga na vijana mm -hmm. wengine ambao sio machinga okay. Nitakuwa balozi kwao okay. mm -hmm. Kwamba kila mmoja atakayenipokea siku ya leo, kila ambacho nakipata siku ya leo maanake nami nakuwa nawapelekea na kuanzia kwenye eneo ambayo unalisimamia kama naibu kuanzia, yes, yes. Okay. Sokoni, okay. Lakini pia kuanzia katika nafasi yangu ya wilaya kama ambavyo nimezungumza, okay. mm. hata pia katika familia, katika familia pia, alright. Jamani, huyu alikuwa ni Laila, moja kati ya wanawake shupavu. Umesikia pia kuna mmoja ama nyingine, ana nafasi ambayo anaisimamia katika kuwa mobilize ama kuwasimamia mama chinga wengine, mimi ni kupongeza sana, nakutakia kila la heri katika tukio hili kubwa adhimu la like kihistoria, ni uzinduzi wa vijana platform hapa GNICC, tarehe kumi mwezi wa kwanza. Kila la heri, tukutane baadaye, asante sana ah. Naam, huyu alikuwa ni Laila ah, ah, mmoja kati ya wanawake shupavu kabisa na ni mmoja kati ya vijana ambao wameweza kuhudhuria uzinduzi wa jukwaa hili la vijana hapa JNICC ikiwa leo ni tarehe kumi mwezi wa kwanza. Vijana ni wengi kutoka maeneo tofauti tofauti ya mkoa wa Dar es Salaam. Na hapa pia anakutanisha na kijana mwingine. mambo vipi? safi kabisa. mambo vipi? sogea microphone kidogo. Eh, safi kabisa, all right. atambua unaitwa nani na unashughulisha na kitu gani kama kijana? asante kabisa. kwa majina anaitwa Selemani Rashid Kalage ni mwanzilishi na mwenyekiti wa shirika au asasi sio ya kiserikali ya asasi ya kiraia inayotambulika kwa jina la Ulimwengu wa Wazalendo. Ulimwengu wa Wazalendo. Okay. Uh-huh. Na kama ambavyo unasema ni shirika, kwa hiyo maana yake tuna uwezo wa kufanya kazi Tanzania nzima, na unaweza ukajiuliza swali zalendo, tukio, kwa nini Ulimwengu wa Wazalendo? Ulimwengu wa Wazalendo tukiwa tunamaanisha kwamba kila Mtanzania atakuwa anao uzalendo, iwe ni uzalendo kwenye michezo iwe ni uzalendo kwenye sanaa iwe ni uzalendo kwenye kilimo. Kila sehemu kuna uzalendo, kama tafsiri yenyewe uzalendo ilivyo, ni mtu ambaye ameweka mapenzi yake kwa nchi zaidi. Kwa hiyo mtu yoyote ameweka mapenzi zaidi kwenye nchi yake, iwe kwenye jambo lolote, kama ni kilimo ana, ni mkulima kama ni mwana michezo, juzi tumeona hapa AFCON yetu. Mm -hmm. Mpaka jana na juzi tumeona namna tunavyowapokea washabiki wa, wa mm -hmm. wako uwanja i mean mm -hmm. wa, wa, uh, airport pale yeah, kuwasubiri wachezaji mm -hmm. yote yale ni mapenzi kwenye michezo okay. Na, mi, na michezo inawajenga hata vijana kwenye swala la nidhamu mm -hmm. Kwa hiyo tu, tunacheza kote huko kwenye, kwenye michezo kwenye sanaa kwenye elimu, kwa hiyo ndio maana sahihi kabisa ya ulimwengu wa zalendo, tumebeba watu wote katika uzalendo huu. So, sadafta kabisa ameweza kuelezea kwa upana zaidi taasisi um, ya uzalendo inafanya kazi gani. Lakini kikubwa zaidi uzalendo ni kuwa na mapenzi ya nchi ya, nchi ya. Ma, mapenzi na nchi yako ama kupenda kile ambacho kinafanyika katika nchi yako, moja kwa moja kuchochea maendeleo endelevu. Mimi niwapongeze sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, na hata kama ambavyo umekumbushia mapokezi ya wachezaji wetu na vitu kama hivyo, hiyo ni moja kati ya masuala ya uzalendo, uzalendo wote ule Um, hii leo huko hapa katika uzinduzi wa vijana platform si ndio? Ah, uh, nini ambacho kimekuvutia hasa kwamba hii leo moja mm. mimi pia nikiwa miongoni mwa vijana ambao watafika katika uzinduzi huu. Nini hasa kimekuvutia? Uh, kwanza sisi kama ulimwengu wa Wazalendo maanake leo limekuja kama, kama mwenyekiti wa ulimwengu wa Wazalendo. mm -hmm, mm -hmm. Eh, lakini pia ningeweza kuja kama kijana mm -hmm. kwa sababu hili ni jambo la vijana na hii inaitwa vijana platform vijana platform, ikiwa na maana, hatujaingia ndani kujua tutakaoelezwa kwa kina, lakini kwa haraka haraka unaweza kupata picha kwamba hili ni jambo la vijana, ni jukwaa la vijana okay. Kwa hiyo kilichonivutia hasa ni kwa sababu neno vijana limetumika na mimi ni kijana, kwa hiyo okay. Najua kwa vyovyote vile hayo ambayo tunaenda kuzinduliwa leo yanatuhusu vijana wote. Sasa nikiwa kama mwenyekiti wa shirika hili la ulimwengu Wazalendo mm -hmm. nilikuwa na kila sababu ya kuja kama kijana okay. Kama shirika mm -hmm. linaloongozwa na vijana nije nisikie, lakini pia tukiangalia yaliyotokea hapo nyuma, vijana wamezungumzwa mengi sana na vijana wamehusika kwenye mambo mengi. Kwa hiyo tulikuwa tuna kila sababu kuja kusikia baada ya wito huu okay. nini tutaambiwa? All right. Ebana vijana platform ipo kidigitali lakini pia inapatikana uh, katika majukwaa ya ana kwa ana, ana si ndio? Um, katika digital platform kama ambavyo umeweza kufuatilia kidogo Lio. kuna platform ya vijana kujiunga. Lio. na hii platform Sairi. kidijitali zaidi ambapo huko atapata matukio Lio. atapata habari Lio. atapata, Lio. atapata nafasi ya kushiriki mijadala mbalimbali, pia kuna sehemu ya kuchati na waziri, kuna sehemu ya kutoa kelo maoni na kadhalika. Wewe una ushauri gani mm -hmm, um, kwa vijana ambao bado wana shauku ya kuona baada ya uzinduzi huu mm. nini ambacho watakwenda kukifanya ama kujihusisha nayo katika platform hii, una ushauri gani kwao? Lakini pia utapeleka nini baada ya mm. uzinduzi huu kwa vijana wengine ambao mm. wanakutazama, lakini pia wengine umewaacha maeneo tofauti tofauti. sawa, sawa. tukianza na kwamba unashauri nini? mm -hmm. E, mimi nafikiri kama ni kushauri, ni kwa sababu bado vijana, platform yenyewe haijazinduliwa rasmi. Kwa hiyo mm acha -hmm. izinduliwe mm acha -hmm. tuone okay. Platform yenyewe inatuelekeza vipi mm -hmm. lakini platform yenyewe imewekwa kwa ajili ya vijana mm kwa hiyo -hmm. vijana tutasemezana humu ndani, kama ni maoni tutatoa humo, kama ni maelekezo tutatoka humo. Kwa maana yake nafikiri serikali mpaka imezindua hii platform mm -hmm. kwa vyovyote vile naamini inaelewa vijana wanahitaji nini. Na hayo yote yatafanyika humu ndani, hata kama ni maboresho ya platform yenyewe. Labda kuna vipengele havitakuwepo, kuna vipengele vitakuwa uh, labda haviendi havi, havi, havi moja kwa moja kuwasaidia vijana. Najaribu kuwaza tu kwa namna hiyo, lakini naamini hayo yote yataisha kupitia hiyo platform. All right. Lakini, pembeni na hivyo, pia tunao ujumbe kwa siku ya leo, maanake nitambua, okay. leo kwamba vijana watakuja, mm -hmm. na kama watakuja, basi tuna haja ya ku ya kuonyesha kauli ya kuzungumzia huo uzalendo tunaosema okay. Kwa hiyo naweza tukaifungua hapa, jaribu kutoa maelezo mawili matatu, kiweka kwa nyuma hivi, nafikiri inasomeka kama sauti ya vijana, kioo cha ke, kesho ya taifa. Tumepata platform hii ya kwanza ambayo ndio ya vijana okay. Vijana platform eh, nyingine, taifa lenye amani kuwakuza vijana wake, vijana wake. All right. Yote hii inagusia. Kwa... upande wa uzalendo, uzalendo. Okay. Maanake vijana kama hakakuwa tunaienzi na kuithamini amani mm -hmm. E, kama ambavyo kauli mbiu niliiona e, ilikuwa ikielezea kwamba amani ni, ni, ni, ni msingi mkubwa tuienzi kwa, ma, kwa, kwa wivu mkubwa lilitumika neno wivu mm -hmm. Yaani, ukisema wivu mwingine tukachukua mfano mdogo wivu kwenye kwenye kwenye maendeleo sasa tuenzi amani yetu ya Tanzania kwa wivu mkubwa. Ndio maana sisi tukaja na hii kuonyesha kwamba taifa lenye amani huwakuza vijana wake. Vijana wana njia nyingi za kimaisha, kwa maana njia nyingi za utafutaji, maanake ndio kundi hilo kubwa lililopo hapo katika utafutaji. Sasa kama kundi kubwa hilo litakuwa limekosa amani, haliwezi kukuzwa katika sanaa, katika michezo mm -hmm, eh, katika siasa mm -hmm, hawezi kukua katika biashara mm -hmm. Kwa hiyo amani ni msingi sana, ili wavijana waweze kukua katika nyanja tofauti tofauti mm -hmm. Yeah. Kwa mimi, nafikiri yetu ni hayo, na mimi nimeshukuru sana kupata nafasi hii kuzungumza katika siku hii kubwa sana, kwa sababu leo ni siku ya kihistoria mm -hmm. Mimi nimefurahi sana kushiriki, kwa kushiriki na kushirikishwa hasa kwenye podcast hii nimefurahi sana na ujumbe wetu ndio kama huu tuliuonyesha. Alright, mimi nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, lakini pia kila la heri katika kusikiliza na kuona nini ambacho kitajiri katika, la ni katika, katika uzinduzi huu wa jukwaa la vijana lakini pia nikutakia kila la heri katika kuyatekeleza ambao umeweza kuyazungumza kwa vijana ambao hawajapata nafasi ya kufika hii leo katika uzinduzi huu. Asante sana. Alright mtazamaji, nilikuwa na kijana wenzangu hapa, tumezungumza vitu vingi vingi vingi sana um, ambavyo vimeweza kugusia masuala ya uzalendo, lakini pia kama yeye amejipanga na kitu gani kuwapelekea vijana ambao hawajapata wasaa ama nafasi ya kuhudhuria tukio hili adhimu siku hii ya leo. Lakini all in all just keep staying tuned just to know nini ambacho kinakwenda kutokea ama, uh, mheshimiwa waziri ana kitu gani kwa vijana baada ya uzinduzi huu? Lakini yote kwa yote, tuendelee kufuatilia digital hii uh, tuendelee kufuatilia digital platform hii ya, ya vijana platform kufahamu fursa, matukio, kushiriki katika mjadala mbalimbali, kutoa kero, kutoa maoni na kadhalika. Uh, kwa kuendelea zaidi, nipo na kijana mwingine hapa katika podcast yetu kuzungumza naye, pia amejipanga vipi katika tukio hili kubwa adhimu la kihistoria, lakini pia tutakwenda kusikia yeye ana nini atakwenda kupeleka kwa vijana ambao hawajafika ama hawajapata wasaa kufika hapa, lakini pia kwa wale ambao mnatutazama hivi sasa Habari za asubuhi. Asubuhi, asante sana. Mimi naomba tu nikuite kijana, maana umekaa kishupavu <laughs> zaidi <laughs> yeah, mimi ni kijana kabisa, right. Kabisa, nina, ele... nina energy okay, ya kutosha. Sawa, kwa manufaa ya mtazamaji wetu, tuambie unaitwa nani na unashughulisha na kitu gani? Karibu. Mimi naitwa engineer Thomas Joseph Lioba. Okay. ni mbunifu na ni mwekezaji kwa vijana, nimewekeza zaidi kwa kwenye teknolojia ya vijana mimi. Okay. ni mbunifu wa Smart charger. Wow. Smart charger ni application ambayo inamsaidia mtumiaji wa kifaa cha simu kupata power bank. All right. Um, Um, alright. Hiyo ni moja kati ya mambo matatu ambayo wizara ya Maendeleo vijana inatembea yeah, nayo kasi kufikika na teknolojia kwa. Umegusa kwenye engo la teknolojia, injinia. Mimi nimedili kwenye engo ya teknolojia asilimia mia moja, all in all, umejiajiri. <laughs> vijana, <laughs> vijana, vijana ndipo ambapo tunatakiwa tuna, tuna kwenda. Okay, uh, tulipofikia kwa vijana, kijana ukimwambia akalime matikiti mm -hmm, akalime nyanya hawezi kukuelewa kijana, sasahizi muda